Asalamu alaikum, habari zenu? Um, say something baby uh, wasalimia. Asalamu alaikum. Um, tungependa mimi na mume wangu leo Mr. Mu, um, kutumia fursa hii kuwashukuru um, kila mmoja aliyetupa support kwenye this period na kila mmoja ambaye alihudhuria sherehe yetu na wale ambao hawakuweza kwa ajili ya sababu maalum, pia tungependa kutoa shukrani za dhati. Na vilevile ningependa vile, kutumia fursa hii kumshukuru mama yangu mzazi, mama mzaachema, mama, avvi <laughs> mama mzachemavivi <Mama> ningependa mzache, <laughs> kutumia fursa hii kumshukuru mama yangu kila kitu my mother. Um, to me is my best friend. My mom has been my rock. My mom has been my everything. To those that know us, watu ambao watujua wanajua kwamba mimi na mama yangu are very close and we have good friends. So ni rafiki, ni mama, so na ningependa kutumia fursa hii kumwambia mama asante kwa zawadi zewa, kwamba mimi, baba yangu alifariki nikiwa na siku tatu, so mama alimenilea akiwa peke yake, japo alipata support ya bibi na babu. Lakini mimi nina baba yangu, baba James Shem ambaye hakuweza kuhudhuria because of um, alikosa nini, what's this uh, alikosa likizo nipo um, Marekani. Kwa hiyo alikosa likizo akaniambia, I fought with my supervisor very hard, so hakuweza kuhudhuria but he has been a supporting hand to my mom and to me Baba yangu huyu bwana, tangia mimi na mwaka mmoja, yeye alikuwa baba, ni baba wadogo zangu, lakini ni baba yangu, he is the father that God has gave me, that God gave me. And he is the, the father that I've always known. He is one person that has always been there for me my mom, and my siblings. Ni mtu ambaye amejitoa sana kwetu mpaka hapa tulipofikia mpaka hapa nilipofikia, ni baba James Shem amecheza part nyingi amecheza Thank <laughs> thank you dad. Thank you dad very much, thank you Mom. Tunakushukuru na vile vile um, tukipeta kumwambia mama, kwamba mama huyo ndio mzazi ambayo sisi tumebakia naye, mimi na mume wangu, sababu kama nilivyosema, mimi baba yangu alifariki, na mwenzangu hapa yeye wazazi wake wote walifariki akiwa mdogo pia kwa hiyo Mwenyezi Mungu katupa wewe, ndio kama mama yetu, kwa tunakuomba tuendelee kutuombea dua zako, akuweke leo na kesho na kesho kutu. Yes, kwa hiyo tuna kwa, kwa, kwa.